Pauline Hanson, kiongozi wa chama kidogo cha One Nation na mmoja wa wanasiasa wanaojulikana kwa misimamo mikali dhidi ya uhamiaji na Uislamu nchini Australia, alizua gumzo baada ya kuingia katika ukumbi wa Senate akiwa amevalia vazi kamili linalojulikana kwa kufunika mwili kutoka kichwani hadi miguuni. Tukio hilo lilifanyika wakati wa kikao rasmi cha Bunge, lilikuwa sehemu ya juhudi zake za kushinikiza mjadala kuhusu mswada aliyouandaa wa kupiga marufuku vazi hilo na mavazi mengine ya kufunika uso katika maeneo ya umma. Baada ya kuingia ukumbini mbini, Hanson alivaa vazi hilo na kueleza kuwa alikusudia kuonyesha kile alichokitaja kama hatari za kiusalama na kutofaa kwa vazi hilo katika jamii ya Australia. Hata hivyo hatua hiyo ilionekana na wengi kama kejeli na dharau kwa Waislamu, hasa wanawake wanaochagua kuvaa vazi hilo kwa sababu za kidini. Viongozi wa dini, dini watetezi wa haki za binadamu pamoja na baadhi ya wa wabunge wa upande wa serikali ya upinzani walikosoa kitendo hicho, wakikitaja kuwa ni cha kuchochea chuki na kugawa wananchi. Waziri wa sheria, wakati huo huo, alijibu moja kwa moja ndani ya Bunge, akisisitiza kwamba idara za usalama zilikuwa na uwezo wa kutosha kukabiliana na changamoto zozote bila kuhitaji marufuku ya vazi la kidini. Alisema kuwa jaribio hilo la Hanson lilikuwa linadhalilisha na halisaidii kuimarisha usalama wa taifa, badala ya kile kinachochia hofu na mgawanyiko Hatua ya maseneta kukataa kujadili mswada huo ilionekana kama msimamo wa kulinda uhuru wa dini na kuzuia sheria zinazoweza kulenga kundi maalum la watu. Hanson kwa upande wake anaendelea kutetea kitendo chake, akidai kuwa alitaka kuanzisha mjadala mpana kuhusu usalama na utambulisho wa taifa, ingawa wachambuzi wengi wa siasa waliona hatua hiyo kama mkakati wa kutafuta umaarufu wa kisiasa. Tukio hilo linabaki kwa mojawapo ya matukio yaliyoleta mjadala mpana nchini Australia kuhusu mipaka ya uhuru wa dini, haki binafsi, usalama na namna wanasiasa wanavyopaswa kushughulikia masuala yenye hisia kali katika jamii mbalimbali mbali.